Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 Shirikisho la soka barani Afrika CAF limetoa ruhusa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa kutumika kwenye michezo ya robo finali na nusu finali ya Ligi ya mabingwa Afrika, ambapo Simba unafahamu kutokea hapa Tanzania, klabu hii inashiriki kombe la shirikisho na uwanja wa Benjamin Mkapa ndio ambao walikuwa wanatarajia kuutumia, lakini kwa taarifa ambayo ilikuwa imetoka wiki chache nyuma, ni kwamba CAF waliufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa kile ambacho walisema kwamba pitch haina eh, vigezo Hijakidhi vigezo vya mashindano kama haya kuweza kufanyika. Na uliona baada ya pale, Msig ambaye ndo msemaji e, wa serikali alijitokeza kutoa taarifa, yalikuwa bado hayajakamilika kwa maana ya ile ya pitch, na baada ya hapo wa e, sababu wao kama serikali walifanya nafasi yao na kidhi vigezo so CAF, baada ya kuja kwa raundi nyingine wamejiridhisha na wamekubali kwamba uwanja huu unaweza kutumika kwenye michezo hii ya mashindano ya Kombe la Afrika. So, TFF kwenye ukurasa wao wa Instagram wameshea taarifa hapa ambayo inasomeka kwamba shirikisho e, la mpira wa miguu Afrika CAF limeuruhusu uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kutumika kwa michezo ya robo fainali na nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika e, CAF, Champions League na Kombe la Shirikisho Afrika eh, CAF Confederation Cup mwaka 2024 na mwaka 2025. Uwanja huo umeruhusiwa baada ya ukaguzi uliofanywa na wakaguzi wa CAF hivi karibuni. CAF inaendelea kufuatilia kwa karibu maboresho yanayoendelea kwenye uwanja huo. So, hii ni taarifa ambayo TFF wameishare kwenye mitandao ya kijamii kuweka wazi kwamba tayari CAF wameruhusu uwanja huu kuweza kutumika kwa mashindano makubwa kama haya ya vilabu barani Afrika. Hii itawapunguzia mzigo Simba ambao kama pengine, e, CAF wangeendelea kuufungia huu uwanja basi Simba walikuwa wanalazimika kutafuta uwanja mbadala ambao unakidhi viwango vya CAF. Lakini tayari CAF wameshatoa go ahead ya uwanja wa Benjamin Mkapa kutumika kwenye mashindano haya. Niambie kwenye sehemu ya comments hapo, wewe shabiki wa soka, ni habari nzuri mkufreshe kiasi gani? Lakini Make sure kwamba una subscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.